Kwa mwaka huu ishirini ishirini na tano mwenge wa uhuru tuliokabidhiwa leo hii tarehe kumi na moja Aprili 2025 2 utakimbia wilaya saba na halmashauri tisa za mkoa wa Morogoro, mbali wa Morogoro umbali wa kilomita elfu moja mia sita na sitini na moja ambapo utafungua kuzindua kuona pamoja na kuweka mawe ya msingi katika jumla eh, ya miradi ya maendeleo ipatayo sabini yenye jumla ya thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni kumi na nane milioni mia tano na arobaini na nne laki nane na ishirini na nane alfu. Mchanganuo: miradi ya wananchi milioni mia tatu na kumi na tano laki sita na sitini na moja, miradi ya halmashauri za wilaya mjini manispaa milioni moja milioni mia mbili na hamsini na mbili laki tisa na sabini na tatu miradi ya serikali kuu milioni kumi milioni mia nane na themanini na tisa laki nne na tisini na, wa, na miradi ya wahisani na asasi mbalimbali bilioni 6 milioni sitini na nane laki sita na tisini na tisa. Jumla kuu ndio hiyo, milioni 18 milioni mia tano na arobaini na nne laki nane na ishirini na nne laki mia saba na sita kama nilivyoainisha Miradi yote hii imefanikiwa kwa ustadi mkubwa na ushirikiano mzuri na shirika maendeleo, na naomba niwape shukrani zangu za dhati. Kuhakikisha kwa wananchi wote ambao wana sifa za kushiriki kuchagua na kuchaguliwa kwa kuzingatia sheria, wanashiriki kikamilifu, kuimarisha ulinzi katika maeneo yote, kuhakikisha vyama vyote vyenye usajili wa kudumu na vitakavyojitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu vinashiriki bila zote. Mkoa umeshiriki kwa karibu katika kuhamasisha kuhamasisha daftari la wagombea ambao watakuwa wameteuliwa na Tume Huru ya Uchaguzi kuendesha kampeni zao katika mazingira ya amani na utulivu kushirikiana na Tume Huru ya Uchaguzi kuhakikisha kuwa watendaji wa tume ya uchaguzi watakuwa wameteuliwa na wanafanikiwa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka ishirini ishirini na nane, mkoa umeendelea na juhudi za kutekeleza kwa vitendo jumbe zingine za mwenge wa uhuru ambazo ni mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya VVU ukimwi mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, mapambano dhidi ya malaria na kuimarisha lishe bora kwa afya imara. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, kwa mwaka 2025 mkoa kwa kushirikiana na wadau umeendelea kuunga mkono juhudi za kitaifa katika mapambano dhidi ya VVU na ukimwi kwa kuhakikisha kwamba 95 yanafikiwa kwa kuweka mikakati ya kuwaibua watu wenye viviu ambao hawajui hali zao za maambukizi ili wapate huduma za tiba na kufumbaza viviu mara moja. Mapambano zidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, katika juhudi za mapambano zidi ya dawa za kulevya, jeshi la polisi limeendelea kutekeleza shughuli mbali mbalimbali kama vile utoaji wa elimu kwa makundi ya vijana, kuunda kikosi maalum, kuimarisha mifumo ya utoaji taarifa na kufanya doria na operesheni mbalimbali, ili kupambana na uingizaji na usafirishaji na matumizi ya madawa le, ya kulevya, ambapo kwa kipindi cha mwezi Julai 2023 hadi Aprili 2024 juhudi zimeweza kute, kutekeleza Kuyata, kuyaharibu, kuyatelekeza, kuyatokomeza mashamba ya bangi, kukamatwa na harakati zingine za kupambana na madawa kulevu. Mapambano dhidi ya malaria. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025, kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa malaria kwa mkoa wa Morogoro ni asilimia sita. Aidha, mkoa wa Morogoro umeweza kupunguza idadi ya wagonjwa waliogundulika kuwa na malaria kutoka laki mbili na elfu tano hadi laki moja na elfu sabini na moja mwaka ishirini na ishirini na nne kutoka ishirini ishirini na tatu Lishe bora kwa afya imara. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka ishirini ishirini na tano huduma za lishe zimeendelea kuboreshwa katika ngazi zote za mkoa wa Morogoro. Katika kukabiliana na tatizo la utapia mlo mkoa kumepiga hatua ambapo kiwango cha udumavu kwa watoto chini ya miaka mitano kimepungua kutoka asilimia 33.4 mwaka 2015-16 hadi kufikia asilimia 30.6 mwaka, mwaka 2024 20. Afua mbali mbali mbali za lishe zinazolenga kuinua hali ya lishe za wananchi zimeendelea kutekelezwa kwa ufanisi mkubwa.

shukuru na kuwapongeza jinsi ya kuonesha upendo, lakini kwa jinsi waepokea mkiwa mnang'ara, mnaeleza kama mwenge wa uhuru. Mwenge wa uhuru oye! Mwenge wa uhuru safi kupendeza huku, kiukweli yote mmekata kikamanda, na naamini kwa kama huu na upendo huu na uzalendo mnauonesha juu ya mapenzi ya mwenge wa uhuru Morogoro, mambo yatakuwa vipi? na sina shaka na kwa yako kwa kweli, ninaona wako bomba na wanapendeza sana. Naomba mwa bibi wako